Na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wapenzi watukufu, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ndugu zangu, tumshukuru Mwenyezi Mungu tena na tena na tena e, kwani si ujanja wala si kwamba sisi tuna akili sana au sisi ni wabora sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuendelea kutupa uzima <coughs> Allah akatendelea kutupa uhai, Allah akatendelea kutupa afya. Wallahi, kuna wazetu hivi sasa hali zao taabani, sisi Mwenyezi Mungu ametupa afya, akatupa neema ya uzima na siha, na shukurani kubwa irudi tena kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutuwafikia mimi na nyinyi kuudiriki mwezi wa Ramadhani Allahu Akbar. Subhanallah, hili si jambo dogo ndugu yangu, wallahi watu wa makaburini, eh, watu wa makaburini namna wanavyo, wakiulizwa yani kitu gani mna kitamani iwapo kama mtarudishwa duniani mwende mkafanye amali yani aamali best, yani muifanye. wallahi hawatutamani kufunga wallahi hawatutamani ku kwenda hija hawatotamani kutoa zaka, hawatotamani, hawatotamani kuswali. Watakachokitamani kuja huku duniani kufanya ni kufanya saumu, wallahi wafunge japo siku moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu, yaani wafunge siku moja tu, yaani katika vitu ambavyo wanavitamani waliokuwa makaburini, wallahi saumu ya siku moja tu, waje wafunge japo siku moja. la ilaha illallah hivi ndugu zangu wapenzi watukufu, mimi na nyinyi, kuna watu tumewazika kwenye Shabani hapa walitamani wafike kwenye huu mwezi wa Ramadhani. la ilaha illallah. Allah kawachukua. Kuna watu tumewaacha kwenye Rajabu. Naam, kuna wengine huko. Mimi na wewe Allah katusogeza, katusogeza. Leo sijui ramadhani ngapi leo? Subhanallah. leo ramadhani sijui tano, wengine ramadhani tano, wengine ramadhani nne, wengine wanaingia sita ya subhanallah, tumempa nini Mwenyezi Mungu mimi na nyinyi mpaka katufikia katuafikia kufika katika mwezi huu, wallahi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi nashkuruka ala kulli hali, yeye Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutufikisha katika huu mwezi Haijalishi ndani ya mwezi huu kwamba tumewafikishwa wote tunafanya ibada ya funga au vipi? Kitendo cha kufika katika masiku ya kheri, masiku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa masiku haya 30 ameifunga milango ya moto wa jahannam, Allah akawafunga mashayatini, Allah akaifungua milango yote ya pepo akaiweka wazi, subhanallah. Rehma ya Allah n yani inaeleaelea wanasema, kama vile imeteremka e, e, mvua ya samaki. Kila mmoja yuwaokota tu samaki, ndio katika huu mwezi ndugu wapenzi watukufu. ayama maadudat madudati, ni masiku yenye kuhisabika machache mno. Sasa hivi utasikia mwezi umeondoka zake. Kuna watu watanufaika mwezi huu kwa kucheza karata, kuna watu watanufaika kwa kucheza bao. Kuna watu watanufaika kwa kucheza mpira. Kuna watu watanufaika kwa kulala sana mwezi huu, na kuna watu watanufaika kwa kusoma sana Qurani. Ya Allah Mwenyezi Mungu tuwafikie mimi na e, mimi na nyinyi atuwafikie, tuwe katika wale ambao tutakaonufaika kwa kumdhukuru yeye, kama si kusoma Qurani, basi kufanya adhkar au kufanya tasbihati. Naam.

Aliulizwa, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikiwa eh Allah kaniwafikia kuikuta yaumu Lailatul Qadr, nivinseme maneno gani? Alimwambia sema maneno haya: ash-hadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Na Lailatul Qadr inaweza ikapatikana hata kwenye kumi la mwanzo. Lailatul Qadr inaweza kupatikana hata kumi la pili, Lailatul Qadr inaweza ikapatikana hata kumi la mwisho. Sasa wewe katika haya masiku usiwe mzembe, na linapofika kumi la mwisho ndio la kufunga kibwebwe kisawasawa. Tara wetu siache ndugu zangu. Tuko katika neema kubwa Allah ametuafikia. Kwa ajili hiyo ndio maana mwanzo mwanzo mwanzo wa kipindi changu nimesema alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nimeshukuru zaidi ya mara tatu na wewe ndugu yangu mtazamaji, shukuru Allah kukuafikisha katika huu mwezi. Sadaka unayoitoa katika mwezi huu sio sadaka utakayoitoa miezi mingine. Eh, Tasadduku yenu wale watu wachache ambao waliotoa. E, eh, kikubwa kilichonileta hapa kuja kuwapa shukurani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yashkurunnasa lam yashkurullah, yule mtu ambaye hawezi kushukuru watu, basi wallahi mtu huyo hawezi hata kufanyaje, hawezi hata kumshukuru mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sadaka zile tumegaa, tumepata mchele alhamdulillah, mchele kilo 120 Alafu tutakaweka na senti kidogo juu yake. Mtu unampa mchele unampa na pesa kidogo, ajue mwenyewe kununua, kama sukari kama atanunua tambi, kama atanunua sabuni, kama atanunua majani ya chai alhamdulillah. Ila wameshukuru wallahi, mulichokitoa wameshukuru, na wanawaombeni dua na mwenyezi Mungu awajaze kheri. Eh, na mimi nimekuja hapa kutoa shukurani eh, na kuwafanzia dua watukufu wa Uislamu. Mmejitahidi kidogo kimepatikana si kama miaka yote, na pia nawaombeni wale ambao waliotiania ya kutoa sadaka yao kwa ajili ya hawa mayatima na wajane na wasiojiweza, watu wa hali ya chini kabisa, basi msikate tamaa, wala msirudi nyuma. Toeni, Mwenyezi Mungu atawalipeni. toeni, kuna watu wallahi wanakaa roho juu, inawezekana tajui kesho yake anaamkia vipi na kesho kuto wake anaamkia vipi, na kuomba pia awezi Allahu akbar. Kwa ajili hiyo, tuwaone hawa si wajane tu na mayatima tu, kuna watu wana hali ngumu kupita hata mara nyingine mayatima e, kwa sababu wako mayatima ambao Mwenyezi Mungu amejaalia e, Allah subhanahu wa taala amewapa neema ya mali, baba alikuwa tajiri, amekufa miacha mali Yuko mjane ambaye amekufa mume lakini ni tajiri. Lakini kuna mtu sio mjane sio yatima e, lakini wallahi, kula yake shida, riziki yake inapatikana kwa tabu, na saumu pia anafunga, na swala tano pia yupo, haache kusali, haache kufunga, haache kusoma Qur'ani, japo na maisha yake magumu. Mtu kama wewe ukimpa okay, sadaka, anaachaje akikuombea dua? Allah anaiachaje kuipokea dua yako? Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, mwezi si mwezi wa kucheza. Amsini yako ndugu yangu uilete mia yako ilete elfu mbili yako ilete shekhe. Wallahi kuna watu mara nyingine wakimuona tu Maalim Shabani yupita sehemu fulani, mtu anakuangalia mara tatu mpaka unazama vile. Maana sisi ndio tupo mtaani, tunapita tunaingia tunaenda misikitini tunasalimiana na watu. Sasa wale watu wanakuona katika YouTube unaposema wanajua, basi sometimes vile unachowapa, mara nyingine ile kukuona tu unajua, Maalim Shabani ujio huu leo kwenye msikiti huu inawezekana akaja na neema, kumbe maskini ya Mungu nimeenda kuswali tu. Allahu Akbar. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi wa tukufu niungeni mkono, eh, nishikeni mkono, na mniungi mimi munamunga Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala hataweza kuwacha patupu. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila kheri. Eh, tunawaombea dua wale ndugu zetu ambao, eh, eh, wametoa, eh, tunasoma Alam Nashrah hii. Eh, Mwenyezi Mungu azza wajalla waondolee magumu, waondole mashaka, waondole maradhi. Naam, wametoa sadaka zao, ni ndogo lakini mimi naithamini nawe Allah naithamini zaidi. Mimi huwa sidharau cha mtu hata kama kitakuwa ni kidogo, kwa sababu wanaokwenda kupokea wenyewe wanashukuru. Inakuwaje wewe unayechukua tu ku, na na kufikisha ushindwe kushukuru na kuombea dua? Kwa ajili hiyo tasoma la mnashraha tatu, basi hizi ziwaendee ndugu zetu wale wote ambao wenye nia. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi hayo. Mtu ana nia, anasema, mwalimu Shabani anaposema hili ni jambo kubwa, jambo la kweli, lakini mbona hapa mambo ya mambo, mbona hayateguki na mimi nitoe basi kwa utukufu wa sura hii ndani mwe Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna ma'al usri yusra, hakika uzito pamoja na uwepesi. Basi Mwenyezi Mungu aza wajalla atasahilisha katika hayo majambo yako, na wewe utaweza kutoa kwa uwezo wake Allah

toa visa sadaka zao usiziangalie kwa udogo wake wala kwa uchache wao. Mwenyezi Mungu wapokelee, na kila kwenye mazito yao ya Arabu wafanyi wepesi, na wale wametiania ya kutoa, lakini bado kuna mambo hayajakaa kaa uzuri. Mwenyezi Mungu aza wajalla kwa baraka ya na utukufu wa sura hii, Mwenyezi Mungu tia wepesi kwenye majambo yao waweze kuwasaidia na wao ndugu zao katika imani katika huu mfungo wa baraka na waneema na wafadhila. Mwenyezi Mungu anza wajalia, usiwache patupu wale ambao pia hawana kabisa. Mwenyezi Mungu e, na wawape na wakunjulie ili waweze kutoa. Ya Rabbi, hakika wewe ni mkunjufu na katika mwezi wako huu ni, ni mwezi wa rehema, rehema zako ziko wazi. Ghadhabu zako ya Rabbi umezifunga na rehema zako umeziachia wazi. Mwenyezi Mungu tunakuomba ututakabalie dua ututakabalie na ututakabalie dua hii na ututakabalie kisomo chetu hiki e kiende vile ambavyo tunavyokusudia kwa ndugu zetu wale ambao wametia nia ya majambo makubwa, lakini Allah bado hajawatilia eh, sahali. Mwenyezi Mungu azza wa jalla awafanyie wepesi. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji, ilikuwa ni shukrani ya kuwashukuru wale wachache ambao wamejitokeza, ndugu zetu kama wawili watatu, ambao wame eh, wametuunga mkono, ndo ule mchele kama mmeona pale e, eh, tumeananiliu na visenti kidogo, tumewapa kila naye kuja kuchukua mfuko basi na, chochote na chochote namwekea lengo akapate japo sukari chochote. Ndugu zangu wapenzi watukufu, ile dawa ya kufuta chale ni hii hapa. Kama mtu unasibiwa na chale ya kichawi eh, unasibiwa na chale ya kichawi, basi hii dawa ichukue, itumie dawa hii. Matumizi yake, inatumika baada ya swala ya Isha. Ukishamaliza kuswali sala Isha, usiku unaenda kulala, unaipaka dawa hii mwili mzima. Ukishaipaka mwili mzima, unalala zako, unaitumia kwa muda wa siku tatu, wallahi biidhnillahi alkarim. Kama walikufanyia chawi ya remontin wana kuko, yani wanakuwakia. Unapokwenda unajua, ukienda kutibiwa sehemu fulani wanajua, umesafiri uko nchi fulani wanajua, unachokifanya wanajua. Ukipaka hii dawa, kamwe mawasiliano hayatokuwa tena, labda ufanye yale madhambi makubwa E, yale madhambi makubwa yale yenye kuangamiza labda uyafanye, yale ndio wanaweza wakakuona tena wachawi. Lakini kama utofanya madhambi yale, wallahi hawatoweza kukuona mchawi wa aina yeyote, labda wakuroge upya, sio kwa mfumo ule waliokuwekea wachale, wanakulimonti kila sehemu. Ichukue e hii dawa ndugu yangu mtazamaji uitumie, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi Ibtalu sihiri tunayo, ndugu zangu, kwa ajili ya kuondosha uchawi uliokuwa tumboni na mwilini. Mafuta ya Hizbul Bahari kwa ajili ya kufungua vifungo mbalimbali tunayo. Na hapa tuna dawa ya hanjari, dawa ya pumu kwa wale wenye kusibiwa na maradhi ya pumu, kifua kubana, mbavu kubana. Chukueni hii dawa muitumie, insha Allah taala Mwenyezi Mungu atawashikeni mkono, mtakuwa ni wenye kufanikiwa. Ndugu zangu wale wenye kuhitaji dawa ya kuondosha chale ipo, dawa ya kuondosha chale ipo. Naam, dawa wale wenye kuhitaji basi watatutafuta kwa wakati wao tuwapatie dawa hii ambayo itakwenda kuwasaidia, si mambo ya maskhara, kila tuliyempa dawa hii ameona matokeo yake. Ndugu zangu wapenzi watukufu niwatakie, eh, Ramadhani karimu niwatakie mfungo mwema niwatakie tarawehe njema, tusiache kuswali tarawehe ndugu zangu, mpaka leo tumebakiza masiku 24 au 25. Allahu akbar. Muona siku zenyewe zinakwenda kama upepo. Kwa ajili hiyo tujifunge mkanda, tusalini sana tara. tusalini tarawehe mwanzo mpaka mwisho, itokee dharura ya kisheria kweli kweli, lakini usijiamulie tu mwenyeki wepesi wepesi, masiku nye 30 tu. Haya, kwenye tarawehi nenda huko kwenye masjid hayo, eh, muombe Mwenyezi Mungu yale ya kwako, Mwenyezi Mungu atatoa, atakufungueni ndugu zangu. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultan, na mimi ni ndugu yako eh, na bila kumsahau msimamizi wetu wa vipindi eh, bwana Hamisi ibn Kimaka, na bila kumsahau transporter wetu bwana Hussein Mitago popote pale eh, alafu hawa Jamaa hawa, eh, huyu, dua, Mungu sawajala, na kutekeleza ibada ya hija na umra Mwenyezi Mungu atufanyie sahali eh, atufa, atutakie, atufanyie uwepesi kwa haya ambayo eh, nimeyasema. Kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultani. Haya, wote tunawatakia utazamaji mwema, tunawatakia utazamaji mwema kulunzima. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ila liqa